Palikuwa na siku moja nzuri yenye jua jingi msituni. Wanyama wote walikuwa wakijifurahisha kwa michezo na mazungumzo. katika Katikati ya msitu kulikuwa na sungura mmoja mjivuni aliyekuwa akijisifu kila wakati, mimi ni mwepesi kuliko wote, hakuna mnyama anayeweza kunishinda kwa mbio. Wanyama wote walichoshwa na kujigamba kwake, lakini hakuna aliyethubutu kumpinga. Lakini siku moja, kobe mkimya na mwenye busara, aya, alinyanyua kichwa chake polepole pole na kusema kwa sauti ya utulivu sungura na kualika kwenye mashindano ya mbio. Wanyama wote walicheka. Sungura alipiga kelele huku akicheka, wewe kobe mwenye mwendo wa kinyonga, hii ni rahisi kama kupumua. Lakini kobe hakuonyesha hasira wala wasiwasi, alitabasamu tu na kusema, tusubiri tuone. Siku ya mashindano siku ya mashindano ilifika. Njia ya mbio ilipangwa kutoka mti mkubwa wa mwanzoni hadi kwenye mto wenye mti wa miujiza uliokuwa uking'aa kwa taa za jioni. Mbio zilipoanza Sungura aliruka kwa kasi kama upepo. Kobe akaanza kwa mwendo wake wa taratibu, lakini hakusimama wala kurudi nyuma. Baada ya muda mfupi, sungura alipogeuka nyuma, hakumuona kobe hata kidogo. Akasema, ah, nina muda mwingi, acha nilale kidogo chini ya mti huu. Sungura akalala usingizi mzito. Kobe kwa mwendo wake wa polepole lakini wa kuendelea, aliendelea bila kuchoka. Hatimaye alipomkaribia sungura aliyekuwa bado usingizini Alipita kimya kimya. Wanyama wengine waliokuwa wakitazama walishangaa jinsi kobe alivyoendelea bila kukata tamaa. Mwisho wa mbio ukawa umefika, kobe akavuka mstari wa mwisho, huku wote wakimshangilia kwa sauti kubwa. Muda mfupi baadaye sungura akaamka na kukimbia kwa haraka, lakini alipofika alikuta kobe tayari ameshashinda. Funzo la hadithi: kasi si kila kitu. Hekima, uvumilivu na msimamo